Kama lifunga duniani na mbinguni litakuwa limefungwa. ai <tipa> sana. Ukitamka neno kwa kinywa chako limekuwa, maandiko yanasema, maneno na mawazo ya moyo wangu yapate kibali. Amen, amen. Maanaake kitu unachokitamka kinapata kibali. Ukifunga linafungwa, ukifungua inafunguliwa. Amen. Mungu akasema na iwe. Mungu akasema, Mungu akasema, Mungu akasema, Mungu akasema, Mungu kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa, watau at aila, Mungu akasema na iwe. Apata maeneo mengi ambayo nimewahi kupita kuhubiri, kusema uwee jioni ya leo jambo jipya linaenda kuibuka kwenye maisha yako. Mpigie Yesu tena makofi. Ameweka neno ndani ya mtumishi wake akisema na iwe inakuwa. Amen, wakati anasema itakuwa leo. Nimekuta irizi limefungwa kwenye biashara yangu, sijui nifanyeje. Irizi alina nguvu mbele ya Yesu? Yesu anasema hivi hivi, nuru. Maana irizi haiwezi kukaa kwenye nuru, litaungua la kupokea neno, jiandae kusikiliza Mungu anachosema. Ukitoka hapa wewe ni mtu mwingine kwenye ulimwengu wa roho. Aliyekuwa amezoea kukuona kwa namna hii, leo anakuona kwa namna hii.